Andika, andika: kuzaliwa kwa Bwana Yesu ni ukombozi kwetu, au kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo ni wokovu kwetu. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Tunaadhimisha kuzaliwa kwa Bwana Yesu kila tarehe 25 ya mwezi wa 12 na leo, tare tamu, ni tarehe kama ya leo tarehe 25 mwezi wa 12 2025. Biblia na anasema naye atazani mwana lakini anasema jina lake utamwita Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Amen. Biblia nasema Yesu alikubali kuvaa ili kutuokoa ili kuondoa mateso kwetu. Unaweza kujiuliza kwa nini alivaa mwili, kwa nini alivaa mwili, kwa nini alikuja kwa namna hiyo? Kwa nini singeweza kutuokoa tu kwa namna nyingine? Lakini ukitaka kuingia mahali lazima ufanane na watu nikamduru kadogo sana lakini ukaji, ukajiweka huko na sisi nizi, ukaingia kwenye msafara, si so? Wanakuacha mm, wanakuacha na wanakuelewa, wanasukuzwa. Amen, ndio maana unaona Yesu alivaa mwili tena bila nasema, akaja kwetu tukakaa naye. Maanake angekuja tofauti tusingeelewa. Amen, lakini alikuja akakaa kwetu akafundisha, akafungua watu wanaisha tuze. Zamani kabla Yesu hajadhihirishwa na kabla ya jina lake ujadhihirishwa, aliitwa Bwana Bwana, mahali pengine Yehova Shalom, Yehova Nisi. Lakini baada ya kuzaliwa Biblia inasema anaitwa Yesu. Amen. Na Yesu ni uzima. Yesu ni ukombozi. Amen. Jina Yesu ni ukombozi kwetu. Amen. Jina Yesu ni uzima kwetu. Amen. Ndio hapo unapolitaja popote pale, penye maji, penye mapepo, penye wachawi wanakimbia. Wanaishi wana kuzungana. Amen. Hakuna jini wala pepo linalo linalo jina la Yesu linapo kwa nini? Yesu ni ukombozi kwetu. Yesu ni wokovu kwetu. Amen. Tulikuwa tumetawaliwa na dhambi. Tulikuwa tumetawaliwa na nguvu za giza. Utawala wa shetani ulikuwa na nguvu kwenye maisha yetu. Lakini kuzaliwa kwa Yesu maana utawala wa shetani hauna nguvu kwenye maisha yetu. Amen. Shetani hana mamlaka kwapo, mabaya hana mamlaka kwapo, kwa sababu tumepewa jina la Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Sasa tunasherekeaje? Tunasherekeaje maana ulizaliwa kwa kuta watu wanasherekea kama mimi, tunasherekeaje? Na tujifunze kidogo, kwa sababu watu wengi kila kitu ni kawaida. Yaani kwa sababu ya alizaliwa akakuta baba na mama wanasherekea kwa staili fulani, mtu anaona ni kawaida. Lakini leo tujifunze na tuangalie kimaandiko. Tunaposema sherehe ya Christmas, unaposherekea unasherekeaje? Ana unasherekeaje kuzaliwa kwa Yesu? Ana Yesu ni ukombozi kwetu, Yesu ni wokovu kwetu. Wewe unasherekeaje? mara ameshazaliwa Alisha tukomboa. Amen. Tunaadhimisha, tunaadhimisha. Tunasherekeana. Tusome kitabu cha Mathayo sura ya pili mstari wa 9 na wa 10. Mathayo 2:9 hadi 10 tutasoma kwa jina la Yesu. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia mm -hmm. Na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia mm -hmm. Hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto mm -hmm. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Amen, Bwana nisokusu. Amen. Jambo la kwanza, Christmas ni furaha. Amen, Bwana nisokusu. Amen. Christmas ni nini? Ni furaha, ni furaha Walipoiona ile nyota ndio nasema, walifurahi furaha kubwa mno. Watukuzwe. Amen. Walifurahi furaha kubwa. Nao waliposikia wali maneno ya mfano, walishika njia. Na tazama ile nyota waliyoiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo naye mtoto. ni furaha furaha kubwa mno. Christmas ni furaha. Amen. Christmas ni nini? Ni furaha. Ni furaha. Tena kiasi sana furaha kubwa amina. Eh, Luka mbili, mstari wa ishirini, Luka 2:20. Luka 2:20 mtasoma kwa jina la Yesu. Mhm. Mm Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliyosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Yesu akapewa Yesu apewa jina. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hiyo katika kusherekea, kwanza ni jambo la furaha. Labda ni kuulizi. Maana Biblia inasema walifurahi furaha kubwa mno. Unasherekeaje? Unafurahiaje Christmas? Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Unafurahiaje? Unasherekeaje una una Christmas? Ukiangalia, okay, watu wengi wanafuata mkumbo. Wengine wanafurahia kukulewa. Wengine wengi wengi wanafurahia wa uzinzi, wengine fujo, wengine wanaenda madisko, hizo ni furaha. Wanaishi huzuni. Amen.

Amen. Christmas ni furaha, lakini jambo la pili kuja nikuja ni kuja kuanguka kusujudu. Amen. Ukisoma habari za wana wa Israeli wasraeiinase Shamba. Wale waliokuwa wanafuatia kwa nyuma wale, wale Wamisri baada ya ya kuvuka ya, ya, na kuwa ngambo ya bahari, walipotazama, wakaona miili ya Wamisri miili ya maadui zao inaelea juu ya maji. Ndio maana Biblia anasema wakaanza kuimba, wakaanza kusujudu, wanaesauz wakatoa matari wakacheza wakaimba Bwana Yesu yeah. wa atukuzwe. Kusherehekea Krismas ni furaha, ni kuimba Bwana Yesu atukuzwe, ni kucheza mbele za Yesu kila tamaja hata tungeweka hata tamasha tucheze tu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Leo Yesu amekutoa kule ulikokuwa, tunapoadhimisha tarehe 25, lazima uonyeshe furaha yako mbele za Yesu. Amen. Lazima kuimba. Amen. Lazima kufurahi. Kama unakubali wokovu na umejua Yesu amekutoa kule alikokutoa tunapoadhimisha Krismasi, lazima uje madhabahuni umuabudu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Amen. Waliauka wakafanya nini? Wakasujudu waraisa. Maana nini tunaposherehekea Krismas, lazima uje madhabahu Yesu asinge kuona ulipokuwa ukikwani. Bwana Yesu Amen. Bwana Yesu Amen. Biblia nasema Yesu alivaa mwili, tena si kuvaa mwili tu, alikubali kuzaliwa kwa aibu. Sio so, mzaliwa mahali pazuri. Nasema wakati Maria amebeba ile mimba, amekaribia kujifungua Ameenda Bethlehemu wanatafuta mahali pa yeye kujifungulia, hapa pakakosekana. Wale sio tuzo. Amen. Ikabidi waende sehemu ambapo wanyama wananishiwa, kwenye hori la ng'ombe. Jamani, ni mahali pazuri. Hapana. Ni mahali pazuri. Hapana. Nani anaweza kukubali kujifungulia kwenye zizi la ng'ombe? Kuna mtu anaweza

Bwana Yesu akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri mm -hmm. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana Yesu juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Bwana Yesu, wakamwamini Bwana Yesu na Musa mtumishi wake Amen. Soma tena Kutoka kumi na tano mstari wa kwanza, halafu mtaruka utaenda ishirini na ishirini na moja, utasoma kwa jina la Yesu. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamuita Bwana Yesu wakamwimbia Bwana Yesu wimbo huu wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana Yesu kwa maana ametukuka sana farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Mstari wa ishirini na wa ishirini na moja nitasoma kwa jina la Yesu. Mm. Na Miriamu na nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Miriamu akawaitikia mwimbieni Bwana Yesu kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini maji maji machungu yafanywa kuwa matamu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hiyo tunaona baada ya ukombozi wanasherekea. Wanasifu. Amen. Wanacheza. Amen. Wanaabudu. Mimi nitashangaa sana kama unajua Yesu amekutoa huko ulipokuwa. Alafu, Christmas ya ni madhabahuni. Amen. Lakini neno la mwisho, Christmas ni wakati wa kufungua hazina zako madhabahuni. Amen. Ni wakati wa kufungua hazina zako madhabahuni. Tusome Mathayo Mtakatifu sura ya pili mstari wa kumi na kumi na moja. Sura ya 2 mstari wa 10 na 11, nitasoma kwa jina la Yesu. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno, wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane. Biblia nasema walipomuona mtoto wakafungua hazina zao. Sema wakatoa tu, wakatoa dhahabu, wakatoa ukumba na manemani, yaani wakafungua hazina zao. Leo hii watu wengi hawajani, hawakumbuki. Mtu yuko tayari kunota goya la mia mbili lakini muulize

mbele za Yesu amen. Kwa njia ya kufungua zina, wale wachungaji walifurahi, walifurahi lakini furaha yao haikuisha kufurahi. Wakristo tuliona wanafurahi, wana tu anafurahi, sema Christmas, nimefurahi Christmas, amesherekea unaona, anafurahi. Lakini kwenye neno lazima wako wa kufungua zina saa kufungua zina, kwa kipindi hiki ni kufanya kitu madhabahuni, Bwana Yesu atuzwe. Nataka ni kuambie, ondoa kawaida, tafuta kitu cha kufanya mbele za Yesu unaposhere Ni matendo. Ni matendo. Tunaposherehekea Christmas, ni kuonyesha moyo wa shukrani. Amen. Ni kweli Yesu alishazaliwa na ndio maana umekombolewa, lakini katika kuadhimisha lazima tuwe na moyo wa shukrani. Amen. Watu wengi wana mpendo mdomoni

Mbona zawadi ya mama umeandaa mwaka mzima? Zawadi ya baba umeandaa mwaka mzima. Bwana Yesu tukuzwe. Amen. Bwana Yesu so, tukuzwe. Amen. Yesu tukuzwe. Kipindi kingine fanya kitu. Amen. Fanya kitu. Amen. Wewe unaweza so, ukiona kidogo lakini upendo ni matendo. Amen. Hakuna upendo bila matendo. Upendo. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ndivyo ilivyo kwa Yesu, watu waliokuwa wanafanya tu kwa watu wamesahau kufanya kwa Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Iko baraka unapokuja na moyo wa shukrani. Amen. Iko baraka unapokuja na moyo wa shukrani. Amen. Wakati mwingine tunatamani kubariki